Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Tundu Lissu ambaye bado anaendelea kushikiliwa na serikali ya Tanzania kufuatia tuhuma za uhaini ameandika barua kutoka katika gereza la Ukonga kufuatia serikali iliyopo madarakani pamoja na matukio ya hivi karibuni iliyotokea siku ya Oktoba 29. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, amesema barua kutoka kwa Mheshimiwa Tundu Lissu kwa Tanzania. Samia Suluhu Hassan hakuchaguliwa na sio rais halali wa nchi yetu. Kwa mujibu wa taarifa ya awali ya watazamaji wa uchunguzi kutoka Umoja wa Afrika a kwanza, taratibu za kisheria za uchaguzi zilizotumika zilikuwa kinyume na viwango vya kikanda, kibara na vya kimataifa. Pili, uchaguzi haukuzingatia misingi ya Umoja wa Afrika, kanuni na wajibu wa sheria za kimataifa kuhusu chaguzi za kidemokrasia. Tatu, mazingira yaliyozunguka uchaguzi kabla wakati na baada ya siku ya uchaguzi hayakuwezesha uchaguzi kufanyika kwa amani na kukubalika kwa matokeo uchaguzi huo, kwa mjibu wa kauli ya awali ya watazamaji wa jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika, Sadik, kwanza kulikuwa na ukandamizaji wa vyombo vya habari na uhuru wa kutoa maoni kuliko hata chaguzi za nyuma. Pili, kulikuwa na idadi ndogo sana ya wapiga kura waliojitokeza katika vituo vyote vilivyoangaliwa na baadhi ya vituo havikuwa na wapiga kura kabisa. Tatu, katika maeneo mengi wapiga kura hawakuweza kutekeleza matakwa na utashi wao wa kidemokrasia. Nne, kwa ujumla uchaguzi mkuu huu haukufikia viwango vya kanuni na miongozo ya Sadiki kuhusu chaguzi za kidemokrasia ya mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Na kwa mjibu wa kauli ya walio watazamaji kutoka Jumuia ya Afrika Mashariki, East African Commission, kwanza watazamaji wa East Africa Commission hawakushuhudia majumuisho ya kitaifa ya matokeo ya uchaguzi kwa sababu hawakujulishwa kilipokuwa kituo cha majumuisho ya kura kitaifa. Kwa mjibu wa Seneta Jim Risch, mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje ya baraza la seneti ya bunge la Marekani: kwanza, siku ya Jumatano ya tarehe ishirini na tisa Oktoba, Watanzania walifanya uchaguzi uliotawaliwa na ukandamizaji wa kisiasa, utekaji na uchakachwaji uliofanywa na vyombo vya dola. Pili, uchaguzi wa Tanzania uliamliwa muda mrefu kabla ya tarehe ishirini na tisa Oktoba. Tatu, kwa sababu uchaguzi huu usioaminika wa Tanzania uliingia barabarani ili kuonesha kuchoshwa kwao na hasira zao. Kwa bahati mbaya, badala ya kusikiliza wito wa kufanya mageuzi na kuendesha uchaguzi kwa uwazi, serikali ya Tanzania ilijibu kwa kutumia mabafu na kusababisha vifo vya mamia na utekaji na ukamataji wa watu wengi wa zaidi, kwa mjibu wa tafukuli ya Baraza la Maaskofu Katoliki teki juu yaliyotokea siku na baada ya uchaguzi 2025. Kwanza, uchaguzi wa Oktoba 29 umeliingiza taifa katika hali ya mauaji, watu kujeruhiwa na kupotea, uharibifu na upotevu wa mali binafsi na za umma. Aliyesababisha maafa yote haya na uharibifu wote huu ni Samia Suluhu Hassan, serikali yake na chama chake cha CCM. Tarehe 17 Februari mwaka 1992, tume ya rais ya mfumo wa chama kimoja au vyama vingi vya siasa Tanzania iliongozwa na jaji mkuu wakati wa marehemu Francis Nyalali ilishauri serikali kufanya uamuzi wa kukubali mageuzi na hivyo kuepuka kutumia nguvu za dola kupambana kupambanana wa watanzania wanaodai mageuzi. Tume ya Nyalali ili toa onyo: matokeo ya kutumia nguvu ni kuvuruga amani na kuleta mabadiliko ya pupa katika hali ya uoga. Na tume ya Nyalali ilipendekeza ratiba ya mabadiliko ambayo, kwa tume mpya ya uchaguzi ingeundwa ndani ya miezi sita, katiba mpya ingepatikana kufikia Septemba 1993 na uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi ungefanyika mwezi Oktoba 1995 chini ya katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. CCM ya Rais Ali Hassan Mwinyi ilikata mapendekezo hayo ya tume ya Nyalali na inaendelea kukata mapendekezo ya katiba mpya na tume huru ya uchaguzi tangu wakati huo hadi sasa. Baraza la Maskofu Katoliki limesema kwamba maafa ya Oktoba 29 yamesababishwa na kukosekana kwa demokrasia kweli ya namna ya kupata viongozi. Jambo hili limekuwa kilio cha muda mrefu cha taifa. Chaguzi zinakosa ushindani, ukweli, wazi, uhuru na kuaminika. Na tarehe 12 Februari, mara baada ya kuchaguliwa kwa mwenyekiti wa Chadema, nilirudia wito wetu wa muda mrefu wa kufanya wa kufanyika kwa mabadiliko ya msingi ya mfumo wa uchaguzi ili kuwezesha kufanyika kwa uchaguzi mkuu ulio huru, haki na wa kuaminika. Majibu ya rais, majibu ya Samia Suluhu Hassan ilikuwa ni kesi ya uhaini dhidi yangu kushiriki uchaguzi na kupigwa marufuku kufanya shughuli zote za kisiasa mpaka kesi ya mchongo iliyofunguliwa dhidi yetu itakapokwisha. Maaskofu wamesema kuwa wananchi wasiposikilizo watazungumza kwa lugha wanayoijua wao. Bob Marley, mwimbaji wa reggae na mpigania uhuru, aliimba, mlango mmoja ukifungwa, mingine mingi inafunguliwa. John F Kennedy, rais wa 35 wa Marekani, aliwambiwa mkutano wa muungano maendeleo Alliance of Progress nchini Uruguay mwaka 1962 kwamba wale wanaofanya mageuzi yasiyowezekani wanafanya mapinduzi ya na yasiepukike na Samia Suluhu Hassan na CCM wamekataa kuwasikiliza wananchi sasa wananchi wanazungumza lugha wanayoijua wao yani maandamano Samia Suluhu Hassan na CCM wamefunga mlango wa maridhiano na amani sasa milango ya nguvu ya umma imefunguliwa kila mahali nchi nzima Samia Suluhu Hassan amefanya mageuzi ya amani yasiwezekani, sasa watafanya mapinduzi ya nguvu ya umma yasepukike. Maskofu wetu wametuambia ukweli, risasi hazijawahi kuwanyamazisha watu. Sasa tujiandae ili kuhakikisha haki na kweli ntawala tena katika taifa letu. Tujipange upya ili kuhakikisha kuwa vyombo vya ulinzi na usalama na wote waliohusika na mauaji wa wananchi wetu wanawajibika au kuwajibishwa. Tushikamane na kushirikiana ili kuwezesha mchakato wa katiba mpya yenye kujali haki, utu, sawa na ukweli wa wote, kuanza tena na kwa kushirikiana wadau wote. Damu ya watu wote waliouawa au kujeruhiwa au walioumizwa wakati wakidai demokrasia na haki, kwa namna yoyote ile, haijamwagika na haitamwagika bure. Damu yote hiyo na iwe wino utakaotuandikia katiba mpya itakohakikisha ubinadamu wetu na hali zetu na maisha yetu yanalindwa na kuthaminiwa. Poleni sana Watanzania kwa maumivu yote yaliyosababishwa na Samia Suluhu Hassan na sisiemu yake, kwa uovu wote mliotendewa na kwa masononeko yote mliyoyapata, Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa faraja. Tundu Antipas Lissu, Gereza Kuu la Ukonga, tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi na moja, elfu mbili na ishirini na tano.